Montana, shabiki wa Simba kidakindaki, natokea tawi la CCM majengo pale Tunduma, natokea mpakani na Zambia. Oyo. kwa hiyo shabiki, umetoka Tunduma mpaka Dar es Salaam kwa ajili ya game hii ya ya robo finali ya Simba? Ndiyo, nimetokea hapa, nimetembea ndani ya siku tatu nimefika hapa. Game ya kwanza mlipoteza ugenini, unaizungumziaje game hii ya Simba sasa hivi? Mimi naweza kusema hii Almasi ni underdog. Kwa timu ya Simba kucheza nayo hii Almasi ni kama underdog kwetu sisi. Simba ni timu kubwa ishapambana ma, na timu kubwa zaidi ya Almasi. ni kweli tumepoteza pointi tatu ugenini? Ugenini, lakini yote kwa yote nikuwa nazungumza kwamba kocha wetu Fadlu Davids hawezi akapangua kile kikosi, ni kizuri, kilipambania sana timu yetu, lakini nafikiri makosa madogo madogo ambayo wachezaji wetu walikuwa na uchoyo binafsi walifanya kutumia. Lakini kwa leo hii nadhani wachezaji wote waliocheza kule ugenini, kwa siku ya leo, wote watakwenda kwanza gemu na watafanya kile kitu ambacho wameambiwa na kocha wetu. Umekidi kwamba kuna baadhi ya wachezaji ni wachoyo, marekebisho yote ungependa yaonekane? Pengine kuna baadhi ya wachezaji watoke, ili wengine waingie kwenye kikosi cha Simba, hayo ni maamuzi ya kocha. Lakini nadhani kocha kama alivyosikia katika vyombo vya habari na jinsi wa Tanzania kama mashabiki, jinsi gani tulivyoumia na ile mechi ya kwanza. Tuliona kabisa tulikuwa na uwezo kupata pointi tatu, lakini kuna wachezaji walikuwa hawatoi support ya kuweza kumpatia mchezaji mwingine nafasi ili aweze kufunga pale. Inaonekana kila mtu alikuwa anahitaji afunge ili aweze kuonekana, lakini yote kwa yote yaitumiza sisi kama mashabiki ambao tunatoka, tuna mbali kama hivi leo, tumetoka siku tatu, tunatembea njiani kwa ajili ya kuja kuipa support timu yetu ya, ya Simba. Nadhani kwamba leo tunakwenda kupata ushindi wa alama tatu. Mbali na swala hilo, kuna swala ligi, ligi ambalo mpaka saizi Yanga wanasema hawatocheza gemu ya dabi. Una vipi? Mm, la kusema, hii iko nje ya uwezo wetu sisi kama mashabiki, nadhani yote kwa yote yako ndani ya TFF, au kama wanahitaji kukataa kucheza mechi ambayo iliahirishwa. Na sisi tunajua kama mechi ipo, na sisi tupo ndani ya uwanja, japo walizuia mlangoni, kama ulivyoona, walizuiliwa wachezaji wetu kuingia uwanjani. Yote, yote ilikuwa ni moja ya chachu ambayo sisi tuweza kuahirisha mechi Hatuwezi kucheza kati, tunaona kabisa kama watu wamezuia timu yetu siingie kufanya mazoezi.